Mambo vipi e, Gavoo Media? Hakika hatua kwa hatua tupo tena kwenye kijiwe hapa tuko Magomeni sokoni. Eh, mwenyeji wetu anaitwa Saidi, ametukaribisha asubuhi kwa ajili ya kuzungumza mengi ya Kimsports. Yaani tunazungumza mpira, tunazungumza timu zetu, Simba, Yanga na timu nyingine pamoja na timu ya taifa. Leo tuko Magomeni. Eh, hoja kijiweni kama kawaida, niko na mdau wa michezo hapa. Nikienda naye sambamba kwa ajili ya kujua machache au mengi anayofahamu kwa football yako e, heshima yako kiongozi e, kwa majina unaitwa nani? Pengine hapa e, ni nyumbani ya, umekuja ku, au umekuja tu kwa ajili ya kuja kunywa kahawa. Majina? Ramadani Makwega. Wewe ni shabiki wa timu gani? Huyu e, ni mnyama original. Anasema Simba Dam, si ndio? Ehe. Mzee, umeanza kushabikia Simba tangu mwaka gani? Hmm, una miaka saba tangu nani? Wewe ni shabiki au mwanachama wa Simba mwanachama na shabiki na kadi. Inasemekana Simba wana wanachama wachache sana, kwa makadirio wanafika kama elfu mbili au elfu tatu. Ni kweli ama ni taarifa za uongo? Ah, sina uhakika zaidi ya wapungu, sina uhakika lakini wako wengi, wako sema tu kwamba sasa wamesimamisha, wana mpango wa kuandikisha wanachama wengine wapya. Sababu ya kusimamisha au uandikishaji wa wanachama ni nini? Nafikiri mabadiliko ya nani haya, utafishaji wa nani, wa klabu Ah, ndio imesababisha yani transformation, transformation. Ah, transformation mpaka hey, pengine Simba wasitishe ku, ku, hey. Kusajili wa, wa wanachama kwa nani wakaanza ku, ku, kuandikisha wanachama wapi? Hii ni faida kwa klabu, au ni hasara? Ah, si hasara, ni faida. Yaani kutokuwa na wanachama wa kutosha kwenye klabu ni, ni faida. Eh, ni faida sababu wanaongeza wana, wana, wana tena wanachama si kama wameacha wa kabisa wataandikisha utaandikisha wana muda wote kwanza sasa kwa hiyo kadi yako ulipata mwaka gani? Yani ya Simba mzee, anakuambia yeye ni mwanachama wa tawi la mpira pesa. Ah, eh, tunazungumza kuhusu timu zetu za Simba na Yanga. Eh, unazionaje malaki? Eh, eh, Yanga wanakwenda kucheza na eh, awa Silver Strikers wa Malawi na Simba anacheza na Nsingizi. Unaonaje hizi timu zetu za Simba na Yanga je? nafis, timu zote nzuri kwa sababu ya ubora au kwa sababu ya timu ambazo ubora, ubora, ubora wa timu zetu na unaziona wapi pengine zaweza zikapita zikafika robo, nusu au kucheza finali. Nafikiri yeah, nafikiri mm, robo tunachungulia hapa. Ya Simba yangu ataingia robo. Lakini nusu, sijui lakini tuan, tufike robo kwanza tupime tu, tu, tu, tu, upepo kwenda mbele huu una imani na, Ay, na vikosi... imani, ipo. Imani, ipo. Tukishakushika robo. Ttajua mwelekeo akwendanusufainaiii roborobo kwa Simba mona imekuwa ni kawaida sana hapana, sio. mm -hmm. Kawaida moja, mpira umebadilika hata. no, no, no, no, mapizano enu a nataka yu, uh, Sasa kwa, kwa Simba kwa mfano eh, ii robo amecheza mara nyingi sana, tunatamani tuone pengine hata lengo. Mm -hmm. Lengo kwa Simba ni kuingia nusu mpaka fainali ndo lengo, lengo la Simba. Mm -hmm. Tua, tua yangu. Ah, lakini ulivyoona vikosi vyote kwa maana ya Bema Bench ya Ufundi na Simba na Yanga, unaona wanaweza wakavuka, waka, waka, waka, waka, waka, waka ile hatua pengine ya kutoka kwen, e, robo robo kwenda nusu kabisa, wanaenda wanaenda kwenye Champions League hiyo. Yes, sasa hivi Champions League ndio nimezungumzia Champions League, sio shirikisho Champions so. Inasemekana Ye, yes, mshai kucheza finali eh, mshai kucheza finali Simba, ndio umecheza nani ya, ha, ya, chana, na Berkane hapo mwaka jana ah, yani ukiacha na hiyo eh finali ya Champions League ah, Simba bado ile kombe ambayo ulicheza mwaka 1993 ilikuwa kombe gani? na na mechi ulishuhudia, ama? Nasikia mlikubaliana na na Yanga kwamba ile mechi mshangilie pamoja, lakini baada ya goli la Bolizozo nasikia Simba, yaani Yanga wakasema kwamba uzalendo umewashinda, ni kweli? Tukizungumzia hey, ah, kuhusu timu yako ah, uh, mm, mm, uh, ya Simba eh, namna ya huyu kocha mpya ambaye ameingia eh, na amecheza mechi ya kirafiki zidi ya Al Hilali na amefungwa goli nne kwa moja unamzungumziaje?

Kwa mmemchukua ile kocha kwa sababu ya ile mechi ya hapana ni mzuri tu. Sio sababu ya mechi, ni mzuri mzee wangu. Umecheza wewe? Ulishawahi kucheza mpira? Nimecheza, hata niko primary. Primary. Kwenye nafasi gani? Winga. Nani? Kiungo, kiungo eh. Unazijua kanuni eh, yani, eh, sheria za kumi na saba za mpira wa miguu sio zote. Unajua ngapi? labda ah, offside hizi. Uh, nyingine kona. Hujui kama uwanja ni, ni, ni katika sheria kumi na saba uwanja nao upo. Anasema sheria kumi na saba za mpira wa miguu hajaziweka kichwani, sio peke yake. Tunapokuwa tunajadili mpira, tunazungumza mpira na tunatoa kasoro nyingi, kuna wakati tunatakiwa tujue sheria kumi na saba zinazohusu mpira wa miguu leo, tunaizungumzia sheria namba sita. Hiyo sheria namba sita inazungumzia kuhusu, unajua, sheria namba sita inazungumzia kuhusu wasaidizi wa referee. wasaidizi wa referee unawajua? Ah, nae, kuna maraismen okay. na sasa hivi kwa sababu tumeendelea zaidi mm. kuna VAR <futurin> wale ndio wasaidizi wanaomsaidia eh, uh, unazungumzia video, start ya referee yes okay. na pamoja na line one na line two line, line, na line ndio wasaidizi wa, okay. wa, wa, wa, wa referee pamoja na fourth official je okay. yeah, kazi ya, wale, ya wasaidizi wa, wa referee ni nini kumsaidia referee katikati. wanaweza kumbishia oh, unaweza kumshauri bwana hapa, hapa hapa sio peneti hapa sio kona lakini, hawezi kumbishia hawezi kumbishia, kuombewa maamuzi ni haya. Eh, kwa, kwa faulo ili goli sio goli. Wanashauriana. Na yule anayeongeza dakika anayeongeza dakika yani kwao dakika yani, kwa zimefika tisini afu akaongeza tano, nne. Sikia. Kwa sheria za sasa ndivyo unavyosikia za FIFA <tabuja> ukijifanya unapoteza, una, una, una, una muda kwa makusudi, kwa makusudi refari ana, ana, ana, ana uwezo wa kuongeza hata dakika 20 nzima, ulizopoteza. Nauliza, kati ya refari <tabuja> au yeye anaishika kibao, ni nani anaongeza dakika? Nafikiri una sheria kati ya refari na refari, ndio anaongeza, naye anaangalia saa pale, ana saa yake, ndio anaangalia yule anatuonyesha pale dakika nataka uh, ah, mmoja kati ya refari yule anaonyesha kibao, nani anayeongeza dakika? Mzee wangu anakuambia anafikiri refari ndiyo anayeongeza dakika, wewe unasemaje? Ni refari au yule anaonyesha kibao kwamba eh, dakika zinaongezeka? Vipi kuhusu timu ya Yanga, unaizungumziaje? Kuna wazuri, eh. Unafikiri ubingwa mwaka huu unaweza ukaenda kwa Yanga au Simba? Hapana. Bingwa bado. Kuna Singida, kuna Azam usajili vizuri, wewe kwamba Simba na Yanga ama ubingwa, hapana. Bado, bado, bado. Kwa hiyo hauiamini, hauiamini Simba sasa hivi. Ah, sinaamini lakini ni mapema mno kutabiri ubingwa. Hata mimi ndio mechi mbili mchiomecheza. Huwezi kutabiri ubingwa sasa hivi. Twende ile raundi ya mwisho ile ya pili kiingia hivi, ni mapema mno. Mzangu, unatamani Simba na Yanga hiyo ya ya na viwanja Natamani sana tatizo, inawakwamisha na, wa Simba na Yanga wasiwe na viwanja ni nini? nafikiri nafikiri hawajaamua, naona hawajaamua, lakini uwezo wanao, si kama juzi Yanga wamepewa hati pale na waziri kwamba wajenge wa Jangwani. Afu atajenga hata Simba uwanja wa Bunju atajenga, lakini muda utaamua. Simba walikuwa na kampeni yao ya, ya, ku, ya, ya kutengeneza uwanja wa Bunju, imefikia wapi? bado kampeni ipo lakini hawaja lakini muda utaamua. Unasema kampeni ipo na muda utaamua. Ah, ah, lakini unafikiri kwamba wana haja ya kuwa na viwanja vyao? Ndio, lazima mtu kama KMC wana kiwanja wana kiwanja kweli, kwa Simba na Yanga, na kinachochelewesha mabadiliko ya transformation kwamba Simba na Yanga kuingia kwa Simba na baadhi ya pengele, lakini hawajamaliza. Lakini unaposikia waongea na

Afanikisha. Je, Mangungu ndio chanzo cha Simba kufanya vibaya kwenye aa, misimu? Mwenyekiti, timu inapopitia kwenye raha, shida Mangungu aonekane lakini Eh, ah, eh, kwa kumalizia, unasemaje sasa kwa wadau wa mchezo ambao wanakuangalia Gavoo Media hapa, hii eh, inaitwa Hoja Kijiweni, unawaambiaje wadau wa soka, yani kwa maana ya timu yako ya Simba Sports Club, kwa maana ya mashabiki mashabiki, Simba, wewe wa wa, wa, wa Simba, ni Simba? Ah, so eh, nzuri. Nzuri. Nzuri. Mpaka finali anasema tutegemee ushindi mpaka fainali. E, hoja kijiweni niko Magomeni sokoni hapa kwa Bwana Saidi, nikiwa nazungumza zungumza mambo ya kimichezo e, karibu sana Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.